Malalamiko ya Yanga umeyasikia kulingana na bodi ya ligi, kulingana na na na, na, na wale skaria na mfumo mzima na sakata linaloendelea, wewe kama Yanga msimamo I mean, wewe kama Simba Sports Club msimamo wako, kwa cha kwanza Yanga wanatakiwa wajitathmini. Ile mechi ilikuwa haiwezi kuvunjika kama angekuwa amefuata taratibu ta. Cha kwanza vurugu wameanzisha wao, sawa eh, uwezi kuizuia timu iende kufanya mazoezi alafu ukaizuia, alafu kingine kwenye swala la, la, la karia swala la kalia wanakuja wanachukua kipande kidogo chenye shida, lakini kalia, ukija kwenye mpira wa Tanzania ndio ametupeleka hapa sawa, eh ndio ametupeleka hapa. Sasa hivi Afkon inaandaliwa hapa sawa, kwa sababu ya matokeo ya kalia. Kalia ni mazuri mengi ameyafanya, baya dogo ambalo wao wanaliona baya, lakini huko nyuma ukirejea, kuna watu walikuwepo TFF pale, lakini malinzi yake na nani? kwa sababu Shelewa. Eh. Kwa hiyo yani hicho ni kivuli tu lakini matatizo yote ambayo yametokea na kwa nini Simba labda waliamua kutishia, manake ile kutishia, lakini mechi imeahirishwa na bodi ya ligi. Mechi haijaahirishwa na, na Simba, mechi imeahirishwa na bodi ya ligi, bodi ya ligi ndio wameahirisha. Ilishatokea huko nyuma, sijui labda una mle gani, lakini nyuma ilishatokea, Simba akasema tulete timu, lakini baadaye, timu muda wa mechi, timu ikatokea. Kwa hiyo hata hili hapa ilikuwa linawezekana kabisa, huwezi kusema kwamba. Watu wamezizungumzia sana kauli za Karia juu ya Yanga na nini, wewe, nadhani kuna makosa gani yamefanyika kwenye kauli alizozitumia Karia juu ya Yanga? Hakuna kosa lolote ambalo Karia amekosea, ame, ame, ame kutokana na kauli zake, kwa sababu chanzo cha hii sekeseke, chanzo ni upande wa Yanga, sawa. Sasa Yanga wanamnyoshia wanamnyoshia vidole Kalia wakati wao ndo chanzo. Uwezi kuizuia timu, kanuni zipo. Timu inatakiwa ifanye mazoezi. Unamzuia mtu asifanye mazoezi. Kanuni inasema usimzuie mtu kufanya mazoezi. Sasa wanaruka mbele wanaenda kwa Kalia wakati wanashindwa wana kujitathmini kwanza wao. Viongozi wao waliwatuma vio, mabausa maana walifanya kwa wale kwa mwongozo. Mwanzo ni viongozi wao, wazuieni hao wasifanye mazoezi. Ndio wanzie hapo, wangeanza na viongozi wao, na ndio maana kauli ya Kalia kwa mtu mwenye akili timamu ataiona iko sawa sawa. ila kwa wale ambao wanasema wanaenda kasi hawajui hata taratibu za kasi, hawazijui taratibu za kasi. Cha kwanza wewe unaishtaki na wewe una, una, una, yani mshtaki na mshtakiwa mnatoa hela dola, dola sije elfu ngapi hizo, mnagawana nusu kwa nusu. Unatoa, wewe unatoa, na mwenzio unatoa. Nani atatoa? Yanga, kienda kasi akatoa hiyo hela wa pili naye anatoa hiyo hela, na CAS hawawezi kufanya chochote bila kurudi kwanza huku. Nyie huku mliamua nini? Sinario ikoje? wanang'ang'ania pointi tatu pointi tatu. Sasa hivi mpira wa, in, wa dunia nzima hakuna pointi tatu za mezani. Watu wanaangalia shida iko wapi? Ukija kuangalia chimbuko la hii shida ya mechi ya dabi kuto kufanyika, chimbuko ni Yanga. Kama walikuwa waogopi wao waogopi kwa nini wawazuie watu wasifanye mazoezi? Wameamua, wame kuvuruga makusudi. Na kuvuruga makusudi, na Simba sio kama labda walikuwa hawezi kucheza ile mechi. Mazoezi yadakika ngapi? Alikuwa hayazuii Simba. Amefanya hivyo kutoa fundisho, ili dunia ijue na viongozi wajue, kwa sababu tumezuiwa Mwanza, tumezuiwa hpa ya kwanza. Kuna mambo yalitokea mle, kazuiwa. Wakati ukaguzi unatakiwa viongozi wale wakaguzi waende kwenye vyumba vya timu hii hapa na timu hii hapa lakini meneja wa timu ya, ya timu yetu sisi Simba Patrick Remamu alizuiwa. Kwa kuna vitu vingi sana viko nyuma ya hiyo dabi, na hiyo ni message. Simba alikuwa anaipeleka message kwamba viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi wayafanyie kazi haya madudu. Tulikuwa tunajua kabisa tukicheza, faini wanalipa, wanakuambia hela wanayo. Sasa ili huyu mtu ajirekebishe ni kufanya hiki kilichofanyika na Simba kwa hiyo viongozi wa Simba walitumia akili kubwa sana na ndio maana hawakukurupuka. watu wanasema funika kombe mwanaharamu wapite mambo mengine yataendelea kama... ah, kitu kitakachofanyika hapo ni bodi ya ligi kupanga tarehe nyingine. Hao wanaokuambia hatuchezi, bodi ya ligi si ndio wamekamatia mpira wetu? Taratibu zikifanyika, yaani bodi ya ligi wakawa wamesimama, mechi inachezwa, alafu wewe usilete timu uwanjani, kinachotokea ndio ile kunyang'anywa pointi tatu na kunyang'anywa pointi kumi na tano pointi tatu anapewa mpinzani na pointi kumi na tano unanyang'anywa wewe. Kwa uliposimama hapo sasa hivi, unaamini kwamba bodi ya ligi leo hii inaweza kumnyang'anya Yanga uh, pointi au inaweza ikamnyang'anya Simba point kwa jinsi unavyoiona bodi ya, bodi ya ligi ilivyo? Kwenye conclusion kwamba Yanga amefanya makosa labda hawajaleta timu uwanjani wanyang'anywa labda point 15 au point 3. Ndugu mwandishi, cha kwanza nataka nikuambie hizi timu mbili hawa ni wakubwa. Yaani huku wakubwa wapo na huku wakubwa wapo. Na ndio maana wanakuta ili sakata mpaka leo tarehe haijapangwa. Siku kisikia, tarehe imepangwa, mwafaka umeshapatikana. Nijibu swali langu. Yes. Unaiona bodi ya ligi kiadhibu moja kati ya hizi timu kama isipofuata masharti ya itakachopanga hii? Kwa, kwa, kwa, kwa kama taratibu zitafuatwa za, za mchezo wa mpira wanafanya. Asante, asante.